Kwa kufuatilia eh, shauri hili. E, jambo la pili ambalo ningependa kuzungumza nanyi ni kuhusiana na swala la makamu mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa John Heche. Tutakumbuka siku ya jana tarehe ishirini na mbili makamu mwenyekiti wakati anaingia katika geti la mahakama kuu hapa alikamatwa eh, na kuwekwa kwenye mikono ya jeshi la polisi na alipelekwa moja kwa moja mpaka eh, Central eh, Police, na kwa taarifa tulizozipata baada ya mawakili wetu kwenda wakiongozwa na mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu Wakili Gaston Garubimbi akiwa na Wakili eh, Maduhu na wengine, walipofika pale walijulishwa na deputy ZCO eh, Afande George eh, kwamba ni kweli wamemchukua na kwamba eh, wanamsafirisha kuelekea E, Tarime Mara mahali ambapo walisema ndipo shauri lake lipo huko. Kwa hivyo jeshi la polisi walituthibitishia kwamba mwenyekiti wetu, makamu mwenyekiti wetu, e, amesafirishwa kuelekea e, e, mkoani Mara. Lakini hadi hivi sasa tunavyozungumza yakiwa yameshapita e, masaa ishirini na nne, sasa hadi hivi sasa tunavyozungumza tumefuatilia E, pale wilayani Tarime tumefuatilia mkoani e, mawakili wetu wamekwenda kufuatilia na kuuliza iwapo e, mheshimiwa Heche amefikishwa, mpaka muda huu tumejulishwa kwamba hajafikishwa mkoani Mara wala kwenye kituo chochote cha polisi wilayani pale, na e, tumejaribu kufanya bidii sana ya watafuta baadhi ya viongozi wakuu wa jeshi la polisi bila mafanikio, lakini eh, OCD eh, wa pale Tarime pamoja na RCO kwa majibu yao walitueleza, waliwaeleza mawakili wetu kwamba eh, wao hawana taarifa yoyote wala hawana shauri lolote ambalo wamelifungua linalohusiana na mheshimiwa Heche eh, kutakiwa kupelekwa mkoani Mara, hawana taarifa yoyote wala hawana shauri lolote. Jambo hili likatupa lika wasiwasi likatupa likatoa wasiwasi kwa wanasheria mawakili wetu waliokwenda na likatengeneza wasiwasi hata kwa familia ya mheshimiwa Heche na familia ya Wanachadema e, nchi nzima na wapenda haki, e, wapenda mageuzi na wapenda haki nchi nzima. Jambo hili limeanza kutupa wasiwasi. Mtafahamu mapema leo, mkurugenzi wetu wa mawasiliano na uenezi, e, madam Brenda e, kwa niaba ya chama alitoa taarifa kwa umma kuelezea jambo hili nami nichukue fursa hii sasa eh, kujulisha umma kwamba hadi hivi sasa tunavyozungumza hatujui, eh, mheshimiwa John Wegesa Heche hatujui yuko wapi, aidha yuko Dar es Salaam Central Police eh, eh, Oysterbay, hatujui yuko wapi au yupo eh, Singida au yuko Shinyanga au yupo Mwanza au Dodoma au yuko Tarime, hatujui yuko wapi Hatufahamu, hatuna habari yoyote, hatujui kwa habari ya usalama wake uzima wake na eh, eh, eh, polisi sentro hapa wao wanasema hayupo, maana ameelekea Tarime na Tarime wanasema hawana jambo lolote linalomuhusu yeye, kwa hivyo na wao hawajui uko wapi. Kwa hivyo kutokana na mtanziko huu, basi eh, ofisi ya katibu mkuu imewaelekeza mawakili wetu wakiongozwa na mkurugenzi wetu Gaston, eh, Garubimbi waandae eh, habeas corpus eh, kuzilazimisha mamlaka eh, tofauti tofauti ambazo tumeliorodhesha, eh, na tukimtaka afande eh, IGP eh, mwenye dhamana ya ulinzi wa watu na mali zao afande Kamilisi Wambura kwamba tunataka kujua alipo makamu mwenyekiti wa chama chetu ambaye alikamatwa hapa mchana kweupe na ambaye tulielezwa na mamlaka ya jeshi la polisi kupitia deputy ZCO, kwamba e, yupo kwenye mikono yao na kwamba amesafirishwa kuelekea mkoani Mara, ambako hayupo huko mkoani Mara. Kwa hivyo jambo hili lime, limeleta attention kama nilivyosema, limeleta fadhaa e, kwa familia wanachadema, kwa familia ya ya ya John Heche mwenyewe, ndugu zake, wazazi wake mke wake na wote wanaomzunguka na wanaomhusu limeleta fadhaa kubwa, hivyo tunalisihi sana jeshi la polisi e, tusinge tamani e, katika nyakati hizi na dakika hizi e, kuona e, tunakwenda kwenye misuguano isiyofaa isiyo isiyo na sababu. Kwanini tusuguane? Kwa nini tusumbuane? Na kwanini tugombane? Nani mchokozi kati yetu? Kwa sababu kama mmemkamata, apelekwe kwenye mamlaka inayohusika, apelekwe huko anapotakiwa kupelekwa kama kuna mashtaka kama kuna makosa basi yafuate utaratibu na ajulikane yuko wapi, kuliko kuweka watu gizani na kuleta mifadhaiko na kuleta mtanziko huu ambao e, haufai. Kwa hivyo tumewaelekeza wanasheria wetu e, waweze e, kuandika hiyo habeas corpus na e, ndani ya masaa machache kutoka muda huu tunapozungumza, e, itakuwa uploaded e, ili e, taratibu zingine zinazohusiana na habeas corpus, ziweze kufanyika mapema kesho. Kwa haya ndio maelekezo ya chama, na tunaendelea kuratibu na kufuatilia jambo hili. Tuna vyanzo mbalimbali vinavyotuambia habari mbalimbali, kwa tunaendelea kufuatilia na kuratibu jambo hili, na mwisho kabisa e, mwisho kabisa niwaalike ni e, wanachama na Watanzania, kesho tutakuwa na mashauri mawili yatakayokuwa yanaendelea e, kwenye mahakama kuu hapa e, E, shauri la Mheshimiwa Tundu Lisu ambalo linaendelea na upande wa mashtaka kuleta e, wa ma, mashahidi, ko lenyewe litakuwa linaendelea e, chini ya majaji watatu akiongozwa wa na jaji Ndunguru na tutakuwa na shauri lingine linalohusiana na lile shauri la Said Isa na wenzake, lakini shauri hili e, ni kesi iliyoibuka inayotokana e, na madai ya baadhi ya viongozi wa chama kiuka amri ya mahakama, contempt of the Court. Na hivyo shauri hilo lita, lita, litasomwa kesho e, saa tatu asubuhi. Kwa hivyo niwalike wanachama e, waje kwa umoja kama solidarity yetu Chadema family, basi tukutane tena mahakamani hapa kufuatilia mashauri haya ambayo yatakuwa yakiendelea e, mahakamani hapa. Nawashukuru sana na asanteni sana. Kuhusu, Uh, update ya shauri la Mheshimiwa Risu na mimi nitaanza na maneno yake. Maneno yake Mheshimiwa Risu leo amesema yuko ndani kusubiria uchaguzi uishe tarehe ishirini na tisa. Maneno hayo ameyatoa leo mahakamani baada ya mahakama kukubali pingamizi lake la pili la kukataa ripoti ya mtaalamu aliyefanya uchunguzi wa zile video ambazo nazo zilikataliwa. Nafikiri baada ya kupima uzito wa hili shauri na namna linavyoelekea amejiridhisha kwa weledi wake kwamba kimsingi kesi imekwisha, hakuna kesi hapo, na kwa maoni yake anashangaa kwa nini shauri hili halijaondolewa. Ndio maana akasema yuko ndani kwa sababu za kusubiri uchaguzi upite tarehe ishirini na tisa kwa sababu kisheria baada ya vielelezo hivyo na ripoti kukataliwa, hakuna namna yoyote hakuna muujiza wowote wa kuweza kumtia hatiani Mheshimiwa Lisu, sijui muujiza huu utatokea wapi sasa. Jamhuri leo wakati wanaomba kuahirisha shauri hili mpaka kesho, ili aweze kuitwa shahidi wa jamhuri wanne, kwa sababu leo tumehitimisha kumsikiliza ushahidi na kumhoji maswali shahidi watatu wa wa jamhuri. Tunatarajia kesho wataleta shahidi wanne. Maneno ya jamhuri wakati wanaomba kuahirishwa kwa shauri hili, wamesema wanakwenda kufanya tafakuri, wanaenda kutafakari baada ya kukataliwa kwa vielelezo hivyo na baada ya maamuzi madogo mawili ya mahakama hii. Jamhuri wamesema kwa maneno yao, wanakwenda kutafakari. Kama tafakuri hiyo itawaongoza au itawapelekea kuondoa hii kesi, mimi sijui, lakini jamhuri wamesema wanakwenda kutafakari au wanakwenda kujipanga upya wajue namna gani watatoka vipi kesho. Kwa hiyo tunawasubiri kesho saa tatu tujue jamhuri watapitia mlango gani, au wanakuja na approach gani nyingine? Lakini ushahidi wao ambao walitegemea na ulikuwa unabeba shauri hili kwa asilimia kubwa, kwa jicho la kisheria, umekataliwa hapa mahakamani. Tunasubiri siku ya kesho tuone wana muujiza gani mwingine, au wanataka kulipelekaje hili shauri mbele? Nafikiri baada ya tafakuri hiyo, ndio maana mheshimiwa Aliso amesema atakuwa ndani kama itamlazimu kuendelea kukaa ndani, itakuwa ni kusubiria tu mchakato wa uchaguzi uishi. Lakini kama siyo hivyo, tunaamini jamhuri kwa busara yao, mawakili wa serikali, baada ya kupitia vielelezo, baada ya kupitia plani yao na mpango kazi wa namna ya kuendesha shauri hili, nafikiri busara itawaongoza tu, na wao wanajua cha kufanya. Mimi siyo kazi yangu kuambia cha kufanya, lakini wanajua cha kufanya, tunawaombea kwenye hiyo tafakuri yao busara iendelee kuwaongoza, waone kama ambavyo pia Mheshimiwa Rais ameomba kwamba kwenye hiyo tafakuri wakafikirie upya kama jamhuri, bado wanadhani wanaweza wakaendelea na hili shauri au wanapaswa kufanya vinginevyo. Kwa hiyo yote kwa yote, tunasubiri kesho saa tatu asubuhi ambapo shauri hili limeahirishwa na litakuja kesho saa tatu au kwa ajili ya kupokea hiyo tafakuri ya jamhuri au kumsikiliza shahidi wao wa nne ambaye atapanda kizimbani jaribu kuiambia mahakama huo usha, ushahidi wake na utahusu nini. Mimi sijui, watanzania hatujui na waomba tusubiri kesho, kumsubiria huyo shahidi wa nne wa jamhuri. Asanteni sana, ni hayo tu.